Ikitabiriwa kuongezeka Mtwara. Neema nyingine gesi asilia nchini ikitabiriwa kuongezeka Mtwara. Lakini ACT na Chauma washika usukani wa kamati nyeti bungeni. ACT na Chauma washika usukani wa kamati nyeti bungeni. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni vurugu Oktoba 29 washtakiwa uhaini wa ugua mahabusu. Vurugu Oktoba 29, washtakiwa uhaini wa ugua mahabusu yadaiwa, e, wamo watoto gharama e, za tikisa familia zao. Kesi ya tajwa bila washtakiwa kufikishwa mahakamani, lakini DPP atakiwa kutekeleza maelekezo ya rais. Lakini kuna habari inayosema utata waibuka mtuhumiwa kujinyonga selo ya polisi, utata waibuka mtuhumiwa kujinyonga selo ya polisi, utata waibuka ndio ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini hatari mpya tiba ya methodoni e, kwa uraibu wa dawa za kulevya na mchengelwa mchengelo atakatehama katika tiba hospitalini kuwe kama hotelini. Ndio ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, pata na kile yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukichana gazeti lako la Nipashe Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lejia linaanza na habari na inayosema mbinu kukomesha ukeketaji biashara haramu ya viungo ya mbinu wa kukomesha ukikitaji na biashara haramu ya viungo lakini bandika bandua mawaziri ya tikisa e, bandika bandua ya mawaziri ya tikisa na saa sabini na mbili ngumu za ACT kuingia kuitosa SUK. Lakini vigogo wapya wapewa rungu kamati ya bunge e, vigogo wapya wapewa rungu kamati ya bunge na sintofahamu mtuhumiwa kujinyonga mahabusu. Yuna habari inaendelea ukurasa wa tano kwenye gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, tuangaze kwenye gazeti lako la habari leo, huku JKCI wahitaji bilioni moja nukta sita upasuaji wa watoto 420 wasio na uwezo habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 kwenye gazeti la kula Habari Leo. Na kuna habari inasema ajinyonga ndani ya kituo cha polisi. E, mtu mmoja ajinyonga ndani ya kituo cha polisi habari inaendelea ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Lakini kuna habari inasema mabasi ya mwendokasi hamsini kuingia nchini leo. E, mabasi ya mwendokasi hamsini kuingia nchini leo 49 yaliyoko bandarini kuanza kazi wiki ijayo. Lakini mbolea ruzuku tani 16500 yasambazwa nchini. E, mbolea ya ruzuku tani 16500 yasambazwa nchini. Hiyo ni habari inaendelea kwa kina ukurasa wa pili wa gazeti la kula habari leo. Lakini Ane Kilango Ndumbaro e, kadogosa kuongoza kamati za bunge. E, Ane Kilango Ndumbaro kuongoza e, kamati za bunge, hiyo ni habari kwenye gazeti la kula habari leo kwenye kurasa za mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini ukiachana na gazeti lako la habari leo tuangazie, kuna gazeti lako la Uhuru lenye ukurasa wa mbele kuna habari inayosema e, Mwigulu apigilia msumari ni wapi. Lakini habari kubwa ni Mwigulu apigilia msumari na Dr. Samizi akoleza moto bima ya afya kwa wote. Lakini bado kuna habari inayosema moshi mweupe uwania uwanja wa ndege Msalato. E, moshi mweupe uwanja wa ndege Msalato e, lakini amani, amani Tanzania ya wakosha DRC na Wakenya waipigia saluti benki kuu unbari kwenye gazeti lako la Kula Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo lenye ukurasa wa mbele linatuhabarisha serikali kuweka mpango mkakati utengenezaji ajira kwa vijana, lakini mifumo imara ya thabiti mapato Dr. Akili na mama Mariam mgeni rasmi tamasha la sanaa African UAE. Lakini Dkt. Mwigulu kazi zinazoweza kufanywa na wazawa, huu ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini kwenye gazeti lako la majira asubuhi ya leo linaandika Mwigulu kazi wanazoweza wazawa wazifanye, wasizifanye wageni. Huyu ni Mwigulu Nchemba anasema kazi wanazoweza kuzifanya wazawa, wasifanye wageni lakini mabishano ya kikatiba yateka kesi ya wagombea ubunge ACT, na waziri mkuu akutana na balozi Japan, Tanzania Indonesia kuimarisha ushirikiano. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako Uzalendo kwanza linaandika dr Mwigulu awakiingia kifua wazawa, asema kazi wanazoweza kuzifanya wasipewe wageni. Lakini Tanzania na Indonesia wakameza wa kujadili kilimo na nishati. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Na mwakilishi wa NDP azungumzia ukubwa wa Tanapa e, mwakilishi wa UNDP azungumzia ukubwa wa Tanapa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la uelekeo lenyewe kurasa za mbele Linaanza na habari naosema Dr. Mwigulu asisitiza ajira kwa wazawa. Tume ya kutana na Jaji Warioba, Tanzania Japani kushirikiana zaidi. Hilo ni habari kwenye gazeti lako la Mwelekeo kwenye kurasa za mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Mwelekeo tuangazie gazeti lako la Machinga. E, gazeti lako la Machinga sauti ya Nyonge linaanza na habari naosema mgongano wa kikatiba wazuka mahakamani e, Mahakama Kuu Zanzibar kesi ya ubunge ACT e, Wazalendo. Lakini Profesa Mbarawa ataka TANROD na TAA kukamilisha ujenzi wa uwanja wa ndege Msalato. Lakini Mchengerwa agomea wazembe sekta ya afya. Huyo e, ni Mchengerwa agomea wazembe sekta ya afya, huku waziri mkuu e, balozi wa Japani wajadili masuala ya kiuchumi. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa za mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kina lakini kwa gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa linaandika, mwenyekiti Jumikita ashusha zigo lingine kwa Makonda. E, mwenyekiti Jumikita ashusha zigo lingine e, kwa Makonda. Lakini waziri mkuu asisitiza ajira kwa Tanzania. E, waziri mkuu asisitiza ajira kwa Watanzania. Profesa Mbarawa ataka uwanja wa ndege Msalato ukamilike Mei mwaka huu. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele lakini tukiachana kurasa mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, e, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Sasa, na gazeti lako la machinga linatuandikia Makonda, maandalizi ya Afcon yaanze sasa. Lakini la ya ya nyota Yanga afurahia ya timu ya makombe. Ya E, nyota Yanga afurahia ya timu ya makombe na Yakubu Sogne aibukia Mbeya City. Huko Manula kipa bora mapinduzi kapu ilo, ni gazeti lako la machinga kwenye kurasa za michezo Pnekale yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la uelekeo kwenye michezo linaandika Ahmedi, Simba hatuna dampu la wachezaji. Lakini Forzi, ubabaishaji uliniondoa Yanga. Alani Okero aanza kujifua kazi ipo. Lakini Imane aipeleka Senego fainali na wadau Ibenge ataikomboa wa Tanzania. Hilo ni gazeti lako la uelekeo kwenye kurasa za michezo lakini taifa Tanzania kwenye michezo na andika, Alan Okelo aanza mazoezi baada ya kujiunga na Yanga. Eh, Alan Okelo aanza mazoezi baada ya kujiunga na Yanga. Lakini Senegal yatinga finali Afcon 2025. Hilo ni gazeti la kula taifa Tanzania kwenye kurasa, eh, za michezo, pata na kila yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti la kula majira kwenye michezo na andika, SMZ yafanikisha viwanja vya michezo kila wilaya. Lakini, Makonda maandalizi ya Afcon 2027 yaanza mara moja. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la majira ukurasa e, wa michezo. Lakini Simba yadhamiria kurejesha heshima e, Simba yadhamiria kurejesha heshima. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo linaandika ligi ya muungano netball kuanza leo Zanzibar. Lakini kivumbi na jasho, mashindano ya riadha leo JKT. Mabingwa wavu mapinduzi kapu. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za michezo, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Huko gazeti lako la habari leo kwenye michezo linaandika Yanga kumuonya Baka. Mbio za Afcon ni 2027 zaanza kwa mchujo. Lakini changalawe kuwania ubingwa wa Wimbo. Eh, e, changalawe kuwania ubingwa wa WBO. E, lakini Rais TFF ateua makamishna kumi na moja. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la uhuru lenyewa michezo naandika taji la ongeza mzuka Yanga. Eh, habari wa eh, eh, kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo linaanza na habari na usema winga huyu eh, bado kidogo ni Msenegali, wengine watatu watajwa Simba. Lakini singida Black Stars yaimarisha mapema, na kuna habari inayosema presha mashine eh, tano mpya Yanga. Lakini kuna habari inayosema Eminem tajiri anayeishi maisha ya kawaida, Eminem tajiri anayeishi maisha ya kawaida. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwanaspoti kwenye kurasa za mbele lakini gazeti lako la Nipashe mwanga jamii lenye kuna michezo linaanza na habari inasema, Yanga kombe la mapinduzi limetupa chachu ya kwa Al Ahli. Yasema fainali hiyo ilikuwa sehemu ya mazoezi ya kujipima, sasa wapo kamili gado. Lakini Simba kushusha mido ya Senegal. E, Simba kushusha mido wa Senegal ni habari, kuna gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele partner yako kwa habari kwa kina